Ahidi Mola, ujambo na karibu Teachkrest. Leo tunataka tujifunze kazi ya ushairi kuhusu ufanuzi wa ujumbe ulioko kwenye shairi haya. Tuangalie shairi hili, na lina alama tano. Maagizo: soma shairi hili, kisha ujibu maswali yanayofuata. Mimi na ahidi Mola, ajue nina heshima, kwangu atende jamala niepushie zahama, tabu kunifunga jela, naomba niwe salama, kufurahika mtima, kuwa mbali na madhila. Uua watu madhila, mwenye hila ni kilema, ilikuwa kabaila, ana dwele si mzima, bora kukosa chakula, ila niwe na hekima, nifurahie daima, niwe mbali na madhila. Hili dhila linalo linowala akina baba na mama waliokiuka mila kwa sababu ya kusoma na kuishi shelabala. macho pima ya tizama, mfurahike na sema, wawe mbali na madhila. Huku kuishi holela si kwa watu ni kwa moma, ndiko kuwa wanazala nyumba ya baba na mama. Pekua kila mahala, matokeo sio mema, kufurahika na sema, wawe mbali na madhila. Swali: fafanua ujumbe wa shairi hili. Hmm ni kuwa unaulizwa uweze kueleza baadhi ya maudhui yanayojitokeza. Uh, ujumbe ulioko huku ni kwamba uh, nafsi neni anaahidi Mola ambaye ni Mungu ajue kwamba ana heshima uh, na hivyo aweze kumwepulia majanga na na aweze kufanyia hisani kwa kumwepulia taabu za kufungwa jela na pili, anaomba awe salama, aweze kufurahia moyoni. Uh, jambo lingine katika ubeti wa pili, um, anasema afadhali aweze kukosa chakula ila awe na nini, hekima aweze kufurahia daima. Anataka uh, tu awe na furaha hmm. uh, katika ubeti wa tatu anazungumzia kuhusu kina mama na baba ambao wamekuwa uh, wamekengeuka, wamekiuka mila kwa sababu ya kusoma, wanaishi shagalabagala eh, na macho yanatazama yaaaama mm. Hivyo anawaomba wafurahike na wawe mbali na nini tabu. Pia anasema kuishi uh, kiolela holela, si kwa watu, ni kwa nini nyoka aina ya no ya moma. Ah, ndio unapata kwamba wanaenda wanapekua pekua kila mahali mahali, eh, huu eh. Ndio ujumbe alama tano. Ukiangalia aya ziko ngapi? Moja, mbili, tatu, nne, lakini alama ni tano. Hivyo inakubidi uweze kuwa mbunifu na kupata um, hoja zinazo Hitajika. So kimsingi kuna furaha pale kuna kuepshiwa madhila eh, kuomba watu waweze kuwa na hekima na kadhalika. Hadi wakati mwingine amekuwa na udha wako bikerubo zidi kusubscribe, share, kulike na hata comment hapo chini ili tuweze kuwasiliana kwa heri.